Hei, mambo vipi? Karibu sana, tunaendelea na kujifunza C++ programming language, na bado tupo katika kipengele cha function. Kabla ya kuweza kukamilisha, tayari tumeshajifunza vitu vingi tu kuhusiana na function katika video zilizopita, lakini kuna jambo tusiweze kulisahau, ambalo ni kuhusiana na hizi aina tatu ama njia tatu za kuweza kupitisha variable katika function. Lakini leo tutazungumzia mbili, moja tutakuja kuzungumzia katika video nyingine. Ya kwanza ni pass by value ya pili ni pass by reference ndio ambayo tutazungumzia na kujifunza katika video hii ya leo. Kuhusiana na aina nyingine ya tatu ambayo inajulikana kama ni pointers tutaangalia wakati mwingine kwenye video nyingine. So tukianza na pass by value kuweza kupitisha copy ya data let's say katika function yako. Na maana gani? Unapotumia hii aina ya pass by value, function yako inakuwa inapokea copy ya variable na hii sasa inafanya isipeleke mabadiliko yoyote yanayofanyika ndani ya function hiyo hayaathiri ile variable asili, ile original variable ambayo uliweza kuitumia katika pengine function nyingine. Uliweza kutengeneza variable ukaweza kuitumia katika function ambayo umeicall haitoweza kuathiri. Tutaweza kuona hapa nitakapokuonesha mfano mdogo. So acha niweze kutengeneza simple example ili basi uweze kunielewa kuhusiana na hii pass by value. Tutatengeneza function, tutaanza na void, let's say change value, jina la function yetu, then iwe na parameter moja tuiite x, alafu ndani ya hii function yetu tuweke x ni sawa sawa na mia moja. Simple tu, alafu ndani ya main function yetu huku tutakuja kuicall hiyo function ambayo tumeitengeneza. Lakini kabla ya yote, tutengeneze variable int a ni sawasawa na tano, na baada ya hapo tuicall sasa hiyo, uh, function yetu ya juu ambayo tumeitengeneza Okay, value sorry, change value, na tuipitishe argument kwa okay, vile na parameter, tupitishe argument yetu ambayo ni a. Itakufahamisha jinsi programu hii inavyokwenda kufanya kazi, then just to print out, c out tuweke kwanza simple message, tuweke value of a ni hiyo okay, alafu hapa tuweke a tuone je, itabadilika. So mfano mdogo tu hapa tumetengeneza change value function yetu ambayo ni void haina return type, just ina parameter moja, na ndani humo tukiweka x ni sawa na mia moja. So x hii ambayo tumeweka hapa ni hii ambayo ya parameter. Kwa hiyo unapokuja hapa, haijalishi kama imepewa value huku, tutaona je hapa tumeweza kuweka ni sawa na mia moja. Itaweza kuchange hii ya huku ama itaweza kubaki hivyo hivyo. Kwa hiyo katika main function tukaanza kwa ku declare na ku initialize variable ya a tukaweka ni sawa sawa na tano. Na tulipoicall function yetu ya change value huku tukapitisha hapa ni a. Kumbuka a hii ni sawa sawa na tano. So kama argument ni tano, huku parameter x nayo itakuwa ni sawa na tano kwa kuanzia. Lakini hapa tulipokuja, tukaweka x ni sawa sawa na mia na tunajua variable inahifadhi tu value moja kwa wakati mmoja. Sasa kama x imechukua argument ya a ambayo ni tano, lakini ilipoingia humu ndani x ikawa ni mia moja. Manake x sio tano tena, x ni mia moja. Je, hii variable ya a huku itabadilika pia ama itabaki hivi hivi? Then tukaja c out value tukatoa a. Je, a itakuwa ni tano ama a itakuwa ni mia moja? Sasa hii ndio inaitwa pass by value, manake haiathiri ile original variable haiathiri ile value ambayo itakuwa imepitishwa kule katika ile function, i mean ile variable. So nikiweza kucompile na kurun tunategemea tuweze kupata jibu hilo, hilo tano. So value of a is 5. Kwa hiyo hii 5 haikuweza kuathiriwa na imebaki hiyo hiyo. Sasa hiyo mojawapo ya kupitisha, uh, variable, uh, value katika function yako tunaita pass by value. Haiathiri just x inakuwa ni copy tu ya A. Kuweza kubadilisha x hakuathiri a ya huku katika main function yetu. Sasa tuangalie kwa upande mwingine wa pass by reference. Hii sasa ipo tofauti na hii ya kwanza pass by value. Unapotumia pass by reference, function inakuwa inapata access moja kwa moja kwenye ile original variable, na hii inapelekea mabadiliko yoyote ndani ya function, mfano hii huku, yanaathiri moja kwa moja variable ambayo ipo nje ya hii function huku, ambayo ni ya huku kipi inamaanisha mfano huu huu, tuweze kuoneshana hapa kwa kuweka hiyo, uh, pass by reference. Sasa pass by reference ukikuta katika parameter yako kuna hii alama tunaita asterisk, ah, no, so asterisk, ampersand, kitu kama hicho. Hii alama ambayo kama tunatumia ya kuwakilisha end, ama mekaa kama alama ya kisheti fulani hivi hii ndio inaenda kuwakilisha kama hiyo imepitishwa by reference, pass by reference, ambayo inakwenda kuathiri sasa moja kwa moja ile original variable ya huku katika sehemu nyingine. Kivipi? Wacha tuweze kuona. Kumbuka katika ile pass by value haikuweza kuleta effect huku, a ilibaki kuwa ile ile ni tano. Lakini angalia huku, tumeanza kwa ku declare na ku initialize hapa, a ni tano. Lakini hii statement ya pili ambayo tume call function yetu hii, maana yake ipo chini ya hii, kwa change ambayo itatokea huku itakuwa ipo mbele kuliko hii huku, kwa hiyo a itakwenda kuchukua mia moja. Ndio pass by reference, kitu ambacho inakwenda kuathiri inakwenda kuleta effect hadi katika hii variable ya huku. So wacha niweze kukuonyesha kwa kuweza kukompile na kurani hapa programu yetu, tuone yani kweli value of a ni mia moja. Sio uchawi huu. Kama hujanielewa vizuri, jaribu kuangalia tena video hii, ili basi uweze kufahamu hii pass by value na pass by reference. Utakapoweka tu hii katika hii parameter yako hapa, maana yake ushaweka hiyo i pass by reference, na itakwenda kuathiri moja kwa moja ile original variable ambayo utakwenda kuitumia as an argument katika wakati ambapo unapitisha hiyo uh, value yako kwenda katika hiyo parameter. Okay, so natumai utaweza kuwa umenielewa vizuri hapo, simple kama hivyo. E, mara ya kwanza tuliweza kuona haijaweza kuathiriwa kwa vile just tumepitisha pass by value, tumetumia njia ile ikatoka hii hii, tano, lakini mara ya pili imeweza kutoka 100 ambayo huku x tume assign 100 badala ya ile ambayo ilikuja ni tano, kwa tumeweza kuchange kwa update ikawa ni 100 na huku moja kwa moja ika take effect hii a na kuchukua value ya 100 e, na, uh, na tumeweza kuona tulivyoweza Qur'an, hapa tumeweza kupata mia moja sio? So, uchawi just angalia vizuri video hii ili basi uweze kuelewa vizuri zinavyofanya kazi hizi pass by value na pass by reference kuelewa. Kwa kuweza kutamatisha video hii, tuangalie labda tofauti kati ya pass by value na pass by reference kwa ujumla wake. Kwanza, data inayotumwa tuangalie kwa upande wa data inayotumwa, okay. Katika pass by value tunakuwa tuna copy tu ya ile variable yetu, just a copy tu, lakini katika pass by reference tunakuwa na reference kabisa ya ile variable yetu moja kwa moja inakuwa kama zimeungana hii. Lakini kwa upande wa effect ambayo inaweza kutokea katika hii original, tumeona katika hii pass by value hakuna madhara kwa variable halisi ambayo imetoka huku tukaitumia as an argument kupitisha kule, lakini katika pass by reference tumeona mabadiliko yameweza kuathiri ile variable letu halisi ya A. Lakini kwa upande wa usalama, ile pass by value ni salama zaidi, hakuna madhara ambayo yanaweza kujitokeza makubwa, lakini kwa upande wa pass by reference inaweza ikaharibu data ya nje okay? Kwa hiyo unatakiwa uwe makini sana katika kutumia hii pass by reference, usije ukaharibu data nyingine ambazo hazihusiki. Lakini vile vile kwa upande wa ipi ambayo ipo faster hii ya pass by value iko slow sana okay, lakini yuko ya pass by reference inakuwa ni faster sana kwa sababu ya uh, data kubwa. Lakini ukiangalia tumeona uandishi wake, pia utofauti wake mwingine, hii inakuwa tunaingeza hii alama hapa, lakini ile ya mwanzo haina alama yoyote. So hiyo ndio pass by reference, pass by value. Sina la ziada leo kiufupi. Pass by value inatumika pale unapotaka kuepuka variable ya asili kuweza kubadilika. Pass by reference inatumika pale unapotaka kurekebisha data ya nje, au kuweza kuhifadhi na kuokoa memory na speed yako. Unaweza kutumia pass by reference ya hiyo programu yako kuweza kurani Sina ziada leo, tuishie hapa, tusifanye video kuwa refu sana. Nadhani umeshajifunza kile ambacho nilihitaji uweze kujifunza. Kuna hiyo aina nyingine ambayo niliweza kuitamka kuitaja mwanzoni ambayo ni ya pointer, tutaweza kuja kuiona. Just tutaweza kutumia hapa, si tumetumia alama hii katika pointer, tunakwenda kutumia alama ya nyota. Usiwe na haraka, tutakuja kujifunza uhusiana na hiyo pointers katika video ambayo itafata. Asante sana, like video hii, share na ingine wapata kujifunza. Usiache kufuatilia YouTube channel yangu basi, ili tuweze kujifunza pamoja programming language hii ya C++. Asante.